Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inatambua na, na kuthamini mchango mkubwa wa waheshimiwa madiwani katika kusimamia utekelezaji wa shughuli za maendeleo na huduma za jamii katika mamlaka za serikali za mitaa. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sasa waheshimiwa madiwani hulipwa posho za kila mwezi kwa mujibu wa kanuni za kudumu za halmashauri na waraka wa serikali wa Disemba 2014 na waraka wa Aprili 2015. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuzingatia kwamba nafasi ya udiwani ya muda maalum wa uongozi na sio ajira ya kudumu inayohusisha utumishi wa moja kwa moja ndani ya mfumo wa serikali, malipo ya posho yameendelea kuwa njia nzuri ya kutambua mchango wa waheshimiwa madiwani. Asante. Mheshimiwa Nema. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Uh, yeah, je, serikali haioni kukosekana kwa mishahara na posho isiyoridhisha kwa madiwani ni chanzo cha rushwa na kuzorotesha kwa usimamizi wa miradi katika maeneo wanayosimamia madiwani? Swali langu la pili. Kwa kuwa maeneo ya usimamizi ya kiutawala ya madiwani yanakuwa ni makubwa kuliko posho wanayopata je, serikali haioni ipo haja ya kuwapatia madiwani usafiri kama vile ambavyo sisi mmeweza kufanya kwenye kata zake? Asante mheshimiwa waziri. Asante sana mheshimiwa spika. Mheshimiwa spika, serikali hii inatambua kwanza mchango mkubwa sana waheshimiwa madiwani katika kusimamia halmashauri zetu kusimamia miradi ya maendeleo na huduma za kijamii kwa ujumla, na serikali inathamini sana mchango waheshimiwa madiwani, na ndio maana mwaka elfu mbili ishirini na moja ishirini na mbili serikali kuu ilichukua jukumu la kulipa posho za waheshimiwa madiwani kwa halmashauri uh, asilimia tisini na tano ya halmashauri zetu kote nchini ili kuwawezesha kwanza kuwa na uhakika wa kupata posho zao kwa wakati, lakini pili kupata posho hizo ambazo ziliongezwa pia kiwango. Kwa hiyo tunafahamu kwamba bado kiwango cha posho za mheshimiwa madiwani hakitoshelezi, lakini serikali inaendelea kujiongezea uwezo wa kusanyaji wa mapato ili kadri uwezo unavyoongezeka tuendelee kuongeza posho za mheshimiwa madiwani na waweze kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa zaidi. Lakini pili, mheshimiwa naibu spika, tunafahamu ni kweli, wako waheshimiwa madiwani ambao wanakata kubwa sana na wana changamoto ya usafiri, lakini serikali itaendelea kufanya tathmini na kuona uwezekano wa kupata vyombo vya usafiri kwa kadri uchumi utakavyokuwa unaruhusu, ili waheshimiwa madiwani waendelee kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa zaidi.